Taarifa nyingine zinaarifu kwamba muungano wa wachimba madini wadogo nchini ukiongozwa na mwenyekiti wao Ahmed Salah umewataka wachimbaji wadogo kote nchini kuunda vyama vya ushirika vya kikanda. Kulingana na Salah, hii ni sehemu ya mageuzi ya serikali kutambua mchango wa wachimbaji madini wadogo ambao kulingana na takwimu za kitaifa, wanamiliki asilimia tisini ya sekta ya madini humo nchini. Hatua hiyo inatarajiwa kuhakikisha kwamba jamii zinazozunguka migodi zinanufaika na rasilimali zinazochimbwa katika maeneo tunavyoelewa ya kwamba kuna sehemu nyingi madini zinachimbwa, tukipeana sampuli ya hiyo sehemu ni kama mahali inaitwa Kilima Pesa kule Lolgorian. Kuna wazungu walikuwa wamechimba madini kule karibia kwa zaidi ya miaka kumi, cha kusikitisha ya kwamba hata choo hawakuchimba choo. Kila kikundi hapa ile sehemu inatoka, tunataka kuwa na cooperative yake moja Tutaelewana tuta na hii e committee na hii e cooperative tumetengeneza hapa leo, zote ni gani tufanye kwa year 1 year 2 na year 3. Tutaanza na vile njaa iko e, kama ni njaa ya barabara ya kufanya renovation ama ni njaa ya shule, njaa ya maji, mutatuambia ni gani ndio first priority. Tunaweza sema so, first year tuna achieve this goal, second year a certain goal.